Mtazamaji, maandalizi ya uchaguzi wa chama cha wahudumu wa bodaboda huko Kitengela yameshika kasi, huku ushindani mkali ukitarajiwa. Uchaguzi huo umevutia wagombeaji tisa kwa nafasi ya mwenyekiti, huku wasiwasi ikiibuka kutokana na vurugu zilizoshuhudiwa wakati wa uchaguzi wa awali. Kulingana na kamati andalizi, hatua zaidi zimewekwa ili kuhakikisha uchaguzi huru, wa haki na unaozingatia utaratibu. Ni wanachama walio andikisha tu watakaoruhusiwa wataka kupiga kura, huku kuwasilisha kitambulisho kukiwa hitaji la lazima tofauti na uchaguzi wa awali ambapo kila mhudumu wa bodaboda alipiga kura bora alikuwa amevalia magwanda ya mhudumu wa bodaboda. Vurugu huwa inatokezea. Tumekuwa na changamoto sana kuhusu furugu na inatokezea kwa watu kwa ukosefu wa midhamu na sasa sana tena, huwa tunakuwa na insecurity. Haya inapatikana security ni wachache kwa hawa na boda boda wote, lakini kwa sahi mpango yenye tuko nayo tumepanga, tuko na security ya kutosha. Na kwa wale wenye maybe wanajipanga kuja kufuruka uchaguzi, uchaguzi wa hii mwaka, i think hawana ruhusa ama hawatakuwa na nafasi ya kufuruka uchaguzi. This time tumejaribu sana cause... Last time tulifanya uchaguzi tukiwa watu wachache sana, bodi yangu haikuwa imejaa, tulikuwa watu watano, na tuliona mambo mingi ilifanyika vimbaya. Kuna watu walitaka kuleta vurugu, security tulikuwa na kidogo sana, lakini kulingana venye tumejipanga raundi hii, naona uchaguzi itakuwa free and fair.